Ninawasalimu wapenzi watazamaji waiti kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, ninawaomba ombi moja peke yake, tafadhali sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Kama wewe ni mgeni piga subscription. Taarifa za ndani ambazo zimeweza kutolewa na waziri fulani wa hii serikali ya chama cha CCM na amezitoa ili akiambia wanahabari wa Kenya ndio wanaweza wakapasha hii sauti ziweze kutolewa kwa sababu serikali ya Tanzania imeweza kuwazuia wanahabari wa Tanzania kutoa taarifa hizi. Huyu waziri amesema asitajwe, na amesema hivi: aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wake Samia Suluhu Hassan Philip Mpango ameweza kuwekwa chini ya ulinzi mkali. Amekamatwa, amewekwa kwenye ulinzi wa nyumbani. Unajua ulinzi wa nyumbani ni, hu, ni upi? Kwa sababu sio kukamatwa apelekwe jela, hapana. Amekamatwa yuko nyumbani kwake, lakini amewekewa ulinzi mkali na hii serikali ya Samia Akiondoka lazima asema anaenda wapi. Kwa nini Samia Suluhu Hassan ameweza kumfanyia hivyo aliyekuwa makamu wake wa rais? Ni kwa sababu yupo na chembe chembe za Utanganyika, kwa hivyo, anaogopa anaweza akajiunga kwenye haya maandamano ya tarehe tisa Disemba na kuchochea Samia aondolewe madarakani, na ndio maana amewekwa kwenye ulinzi mkali. Taarifa hizo zinaeleza hivi, naomba nikusomee, alafu tuweze kuzichanganua. Taarifa za kuaminika: bwana Ezra, nawaomba na wanahabari wa Kenya muweze kuzichapisha hizi taarifa, ficha jina langu aliyekuwa makamu wa rais wa Samia Suluhu Hassan awamu ya kwanza, ndugu Philip Mpango amewekwa lockdown, kwamba asitoke nyumbani kwake, na akitaka kutoka amepewa utaratibu maalum, ndipo anaweza kutoka kwenda kwenye maeneo muhimu tu, ikiwamo moja, kanisani; pili hospitalini na baadhi ya mialiko vilevile. Kwa sasa haruhusiwi kabisa kwenda nje ya nchi. Yaani haya madaraka ambayo Samia Suluhu Hasani anapigania hivi, yaani mpaka anamtesa mtu ambaye wamefanya kazi pamoja, Bwana Filipe Mpango Samia Suluhu Hassan ni mnyama kiasi kipi? Kwa sababu alipokuwa anagombea kiti cha urais kwa duru ya pili, alimweka chini bwana Philip Mpango, akamchukua Emmanuel Nchimbi. Mbona aweze kumwekea ulinzi mkali? Mbona aweze kumwekea lockdown? Huyu Samia ni mnyama, get it from me, Samia ni mnyama. Yaani amewekewa tu, akitaka kutoka, utaratibu ambao anapaswa kufuata aripoti wale maafisa ambao wamemweka chini ya lockdown, awaeleze mahala ambapo anataka kwenda, na amepewa mambo machache tu, aende kanisani kuabudu, na anasindikizwa na maafisa wa polisi, anasindikizwa na jeshi Vilevile apelekwe hospitalini apelekwe hospitalini apate matibabu na kwenye na baadhi ya mialiko, sio mialiko yote, baadhi ya mialiko ambayo bwana Philip Mpango anaalikwa lazima aweze kupeana ikubalike kwanza, yani apeane ya majina mahala ambapo anaenda ikubalike kwanza, sio mialiko yote, alafu akaendelea hivi. Kwa ujumla, movement yoyote lazima atoe maelezo kwa delegation ya TIS. Mnaelewa, TIS ni kikosi cha ulinzi Tanzania. Yani, mfumeti yoyote lazima, yani mfumeti yoyote matembezi yoyote lazima aweze kueleza TIS, lazima atoe maelekezo, maelezo kwa delegation ya TIS na afisi ya rais ijue, ndipo anaweza kuruhusiwa. Yani Samia lazima ajue mahala ambapo Philip Mpango anaenda, kama anaenda Mwanza lazima uh, Samia atoe ruhusa uh, na TIS, wizara ya usalama wa ndani Tanzania, lazima ijue, yaani ofu yao ni kwamba wanaisi atatoa ushahidi ICC dhidi ya bosi wake Samia Suluhu Hassan, kwa hivyo anaishi kwa shinikizo kubwa. Yaani Samia Suluhu Hassan amefanya unyama, alafu anahofia kwamba bwana Philip Mpango anaweza akatoa ushahidi kuelekea ICC. Hata hivyo, idara ya usalama TIS inayofanya kazi huku ikiongozwa na kundi la siri Blackmail Security Agency ambalo kiongozi wao mkuu ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan Bwana Abdul Hafidh, inamfuatilia kiongozi huyo wa zamani kila anachofanya na kila aliporuhusiwa kwenda. Unajua, taarifa hizi nazisoma jinsi ambavyo huyu waziri amenitumia hmm. huyu waziri ameniamini, ameniamini Ameniambia, bwana Ezra, wewe peke yake ndio unaweza ukapasha hii sauti na vyombo vya habari vya Kenya, sio Tanzania. Tanzania akipasha anaweza kakamatwa. Kwa hivyo amesema kwamba idara ya usalama ya ta Tanzania TIS inayofanya kazi huku ikiongozwa na kundi la asiri ambalo linaitwa Blackmail Security Agency ambalo linaongozwa na mtoto wa Samia Suluhu Hassan mwenye anaitwa Abdul Hafidh, inamfuatilia bwana Philip Mpango kila anachofanya na kila aliporuhusiwa kwenda. Sasa akanieleza hivi, hofu hiyo inaletwa na ukweli kwamba huyo kiongozi Bwana Philip Mpango ana element za utanganyika kwanza na maslahi ya Watanzania, hivyo hofu ya Samia Suluhu Hassan na wenzake ni kwamba anaweza kutoa ushahidi ulionyooka dhidi yao katika mahakama ya ICC. Pili, anaweza akajiunga kwenye maandamano ya tarehe tisa. Hivyo wanahabari, sikiliza sikiliza hapo. Hivyo wanahabari, hasa mlioko nje ya Tanzania, aswa Kenya, tunaomba endeleeni. Nchi yetu ya Tanzania chini ya Samia Suluhu Hassan imefika pabaya, sio ile Tanzania iliyokuwa na heshima, yenye misingi iliyoacha baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere as one of the world's pioneer. Ndugu zetu wa Kenya tunaomba sapoti yenu kwa umoja wenu, sio mimi nimeandika, nimeandikiwa, nimeelezwa na huyu waziri, amesema kwamba ndugu zetu wa Kenya tunaomba sana sapoti yenu kwa umoja wenu. Kwa hivyo mnasikia, Bwana Philip Mpango amewekwa chini ya ulinzi mkali. Na sababu kubwa Samia Suluhu Hassan anaogopa. Anaweza akatoa siri na anaweza akatoa ushahidi ulionyooka kwenye mahakama ya ICC. Mimi sina mengi. Sambaza hizi taarifa ziwafikie wengi. Ili bwana Philip Mpango ijulikane, kwamba amewekwa chini ya ulinzi mkali wa nyumbani. Yaani akitaka kwenda chooni lazima aombe ruhusa, akitaka kwenda kanisani lazima aombe ruhusa, serikali ya Samia ijue, akitaka kuenda hospitalini kupata matibabu lazima serikali ya Samia ijue, na akienda pale lazima wamumulike, amepiga simu, amepigia nani ameongea na nani. Tafadhali sambaze hizi taarifa. Mimi ni bwana Ezra, jiunge na hichi kituo. Santeni sana.